Raisi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan ametoa wito mzito kwa vijana kuilinda amani ya nchi na kukataa kwa nguvu zote kushawishiwa kuingia kwenye vitendo vinavyohatarisha utulivu wa Tanzania. Akihutubia Bunge la kumi na tatu jijini Dodoma, Ijumaa Novemba 14 mwaka 2025, Daktari Samia Suluhu Hassan alitoa ujumbe wa upatanishi na msamaha huku akisisitiza kuwa vijana ndio walinzi na wajenzi wa taifa, hivyo hawapaswi kutumia mikono yao kuivunja nchi iliyojengwa kwa amani, jasho na uvumilivu. Mheshimiwa Rais aliyenukuliwa akisema, msikubali kukata tawi la mti mnaoukalia. Msikubali kushawishiwa kuichoma Tanzania. Nyinyi ndio walinzi wa Taifa hili, wajenzi wa kesho yake, kamwe msije kuwa wabomoaji, alisema Rais Samia, akipokea shangwe kutoka Bungeni. Katika wito huo huo wa kujenga umoja na matumaini, Daktari Samia alitangaza hatua kubwa ya msamaha, akielekeza ofisi ya mashtaka DPP kuwafutia makosa vijana wote waliojiingiza katika vurugu za Oktoba ishirini na tisa mwaka elfu mbili na ishirini na tano kwa kufuata mkumbo na ushabiki bira dhamira ya kufanya uhalifu. Nikiwa mama na mlezi wa taifa hili, na viomba vyombo vya sheria na hasa mkurugenzi wa mashtaka kuangalia kiwango cha makosa yaliyofanywa na vijana wetu. Kwa wale ambao walijiingiza kwa mkumbo na hawakudhamiria kufanya uhalifu, wasamehewe, alisisitiza kiongozi huyo. Alifafanua kuwa ushahidi wa video unaonyesha wazi kuwa baadhi ya vijana hawakujua uzito wa walichokuwa wakifanya. Akitoa rejea ya kiroho, Rais Samia alikumbusha, natoa msamaha huu kwa sababu hata maneno ya Mwenyezi Mungu katika Kitabu cha Luka 23 mstari wa 34, 34 yanasema Baba wasamehe kwa kuwa hawajui watendalo. Rais Samia alihitimisha kwa kuwakumbusha Watanzania kutanguliza maelewano, ushirikishwaji na umoja katika safari ya kuelekea miaka mitano ijayo ya Serikali ya Awamu ya Sita, akisisitiza kuwa taifa linahitaji vijana wenye uelewa, walio tayari kujenga badala ya kubomoa. Huu ndio wito wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, huku akitoa msamaha kwa vijana wa mkumbo ambao waliingia katika vurugu za uchaguzi mwaka elfu mbili na ishirini na tano.